Papa Francis ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza baada ya kulazwa hospitalini kwa zaidi ya wiki tano kutokana na maambukizi makali ya mfumo wa upumuaji. Kiongozi huyo wa Kanisa Katoliki duniani mwenye umri wa miaka 88 amejitokeza akiwa kwenye kiti cha magurudumu katika dirisha la Hospitali ya Gemelli jijini Roma, ambako alikuwa akipatiwa matibabu kwa ugonjwa wa nimonia uliokuwa umeathiri mapafu yake yote mawili, licha ya kudhoofika kiafya, Papa Francis alitabasamu na kuwabariki waumini waliokusanyika nje ya hospitali hiyo kabla ya kurejeshwa ndani baada ya kuonekana kwa muda mfupi. Tukio hilo limeleta faraja kubwa kwa waumini wa kanisa hilo ambao walikuwa na wasiwasi kuhusu hali yake ya kiafya. Kwa mujibu wa taarifa za matibabu, Papa Francis alianza kuugua tarehe 14 Februari alipolazwa kwa dalili mbaya za bronchitis ambazo baadaye ziligeuka kuwa nimonia ya kali iliyoathiri mapafu yote mawili. Alilazwa hospitalini kwa siku 38, kipindi kirefu zaidi tangu awe papa mwaka 2013. Wakati wa kulazwa kwake, alikumbwa na changamoto kubwa za kupumua na alihitaji kuongezwa damu, ingawa alibakia kuwa macho na mwenye ufahamu muda wote wa matibabu. Baada ya kuruhusiwa kutoka hospitalini, Madaktari wamemshauri apunguze shughuli zake na apate muda wa kuendelea na tiba ya mfumo wa upumuaji pamoja na mazoezi ya mwili. Hata hivyo, Vatican bado hajatoa mpango rasmi wa mabadiliko yote katika ratiba yake, ingawa inaelezwa kuwa atakuwa na huduma ya matibabu ya karibu. Kurudi kwake mjini Vatican kuna kuja wiki chache kabla ya sikukuu ya Pasaka, mojawapo ya kipindi kitakatifu zaidi katika kalenda ya Kikristo. Hili limezua maswali kuhusu uwezo wake wa kusimamia sherehe hizo kama kawaida, lakini Vatican haja